Upanga ufike haraka sana mtoto, maana mtoto kuja kwenye maisha yako ndo chanzo cha umaskini, na umedanganya utatajirika kupitia mtoto? Hapana, bali hutokuja kupata mtoto kwenye maisha yako yote. Kama ukiendelea kumng'ang'ania, naomba ushike upanga na ufike haraka sana. Unaweza kuniambia wewe ni nani? Utanifahamu ukishamfika. Na umeamini nilichokwambia, huyo mtoto si binadamu. Umeingia ndani umemkuta, umetoka nje umemkuta. Sasa naomba ushike upanga na umalize sasa hivi. Vipi tena? Unajua umenishtua humu mke wangu, kuna kitu kinaendelea ndani kuhusiana na huyu mtoto, lakini nashindwa kukwambia kwa sababu najua vizuri roho zenu nyinyi wanawake. Nikikwambia hautanielewa huyu mtoto ni wa maajabu, sijui kama sio nima. Yaani nilijua umebadili mawazo yako juu ya mtoto, kumbe bado humpendi. Sasa hizo chuki zako, lolote lile litakalomkuta mwanangu, najua wewe ndio unahusika. Niko tayari kuachana na wewe, lakini sio kumwacha huyu mtoto. Bwana unakosea, sio mwelewa eh? Nimekwambia kwa nia nzuri tu, tujadili kama familia, lakini unakuwa hunielewi. Sasa nisikilize vizuri, nishachoka kuwepo hapa ndani na naona kabisa nikiendelea kuwepo hapa nitakuwa chizi, maana mnanichanganya bwana. Nende nikatuliza kichwa changu huko kwa shikaji zangu. Siwezi kuendelea kuwepo hapa wakati nakwambia na hunielewi, ni sawasawa na bure kabisa. Wewe nenda tu hata usiporudi iliali nipo na mwanangu. Sawa. Hicho ulichokiona kwenye ndoto ni kweli huyo mtoto akufaa. Natakiwa nimwambie mke wangu? Sidhani kama mke wangu atanielewa nikimwambia juu ya hili nimeliona. Mm, cha zaidi nitaongeza tu mtafaruku. Acha niende nikatulize akili yangu. Umebakiza muda mchache sana kutajirika. Kwa hiyo endelea kumtunza huyu mtoto. Kwa nini mara kwa mara nimekuwa nikimuona huyu dada? Ni kitu gani kinaendelea katika maisha yangu? Kama naota basi, nitoke katika hii ndoto, nitoke ndotoni mimi! Toka, toka, oko Hii ndoto gani? Toka ndotoni waidon toka ndo ndotoni waidon toka toka ndotoni ndugu yangu. Tatizo nini? Na wewe upo ndo ndotoni kama mimi? Eh? Toka ndo Eh ndotoni aido toka ndo ndotoni waidoni toka ndotoni toka toka ndiyo toka toka. Waido toka waidoni

Nimefikaje hapa? Nini kinaendelea? Ndugu yangu, inaonekana upo sawa, kwa sababu jinsi nilivyokukuta inaonekana kama umechanganikiwa. Ni kupagawa? Sio kupagawa, kuchanganikiwa. Sio kuchanganikiwa mimi. Hey. <coughs> na hisi kichwa kinaniuma sana. Pole sana, inabidi nikupeleke nyumbani, tundoke.

Sasa ni kilanga gani hiki ambacho nimejitia? Nimewezaje kumsaidia mtu ambaye hata sijui anatokea wapi, sijui asili ya yake ni nini, sijui kakutwa na kitu gani mpaka kutua kwenye kile kiroba, nakimwemue changu kujifanya msamaria wema, nakuja namsaidia, namtuta mpaka nyumbani, namweka kitandani kwangu. Hey Mungu, maamuzi niliyoyafanya kama ni sahihi, Mungu wangu, Naomba unitoe kwenye mtihani, eh, ni kikubwa. Anapumua tu. Ah, ameamka. Basi usilie, naomba usinifikirie vibaya, sawa? Mimi ni msamaria wema na nilichukua jukumu la kukusaidia. Kuna mazingira ambayo nilikukuta sio sahihi kabisa kwako, nikaamua kukusaidia na mpaka nimekufikisha hapa nyumbani kwangu. Niko tayari kusaidia kwa lolote. Basi usilie, unaweza kuniambia unaitwa nani na kwa nini ulifungwa kwenye kile kifurushi? Najua kwa hali ambayo nimekukuta nayo kwa sasa, hawezi kuzungumza chochote, ila toa hofu kuhusu mimi. Basi nilikuwa naomba nisubirie, nikakupatia chakula na hisi tu una njaa. Kuwa na amani, nakuja. Jamani nimemkuta kwenye hali mbaya, yani nimemkuta njiani anapiga piga kelele, yani kama kapagawa fulani. Nimeona sio vizuri nikimacha peke yake nitamkuta jambo baya. Kwa hiyo nimeamua nimlete nyumbani. Ah, asante sana shemeji yangu. Yaani kama sio sijui hata angekuwa wapi saa hizi. Asante ah, sana sheme. Sa, kaka nikushukuru sana ii nipumzike kidogo ii naweza kutuliza kikicho tutaonana wakati mwingine. So, Mi, watani, wow. Ay. Ay, kwa kwa yendo, basi ina shida ni kwa. Haya wacha ni waache baada kwa hiyo ndio umeshindwa kabisa kula. Hebu jitahidi basi japo kidogo. Sasa mdada, unaweza kuniambia nini kimekukuta? Yaani, kwa unyama ambao nimefanyiwa, sidhani kama nastahili tena kuishi hapa duniani. Ukisema hivyo unakuwa unakosea. Ni unyama gani ambao umefanyiwa mpaka unakukatisha tamaa ya maisha? Jana usiku, wakati natoka kazini, kuna vijana wawili waliniteka, walinifanyia vitu vya kinyama sana. Wakanibaka kibaya zaidi ex-boyfriend wangu alikuja pale na hiyi ndo alikuwa amewatuma vijana zumuni lake lilikuwa ni kunikomoa kwa sababu tu nilikataa kurudiana naye kutokana na unyama na ma, mambo mengi mabaya ambayo alikuwa ananifanyia akaniambia kuliko kutokurudiana na mimi ni bora kunipoteza kabisa kwenye uso wa dunia hii Kuna wanaume wengine ni makatili sana. Pole sana dada, sasa naweza kumfahamu wewe ex boyfriend wako. Sidhani kama kuna haja yoyote hapo kwa sasa. Hiyo mimi napenda tu kushukuru kwa wema wako na kwa yote ambayo umenitendea, lakini kwa sasa natamani hata niende barabarani nikugongwe na gari nife kuliko kuendelea kuishi. Hapana, mm -mm. mm -mm. Dada yangu, siwezi kuruhusu iko unacho kiwaza ukifanya. Na sio kila changamoto natuka ifanye kuwa eti tatizo. Sawa? Na tambua sasa hivi po kwenye mikono yangu na niko tayari kukusaidia, na wewe utaendelea kubaki hapa mpaka utakapokuwa sawa na uweze kusahau kabisa haya matatizo yako. Tumeelewana? Vipi hali yako ndugu yangu? Kiukweli namshukuru Mungu kwa sasa niko sawa. Hili hali ambayo nimekukuta nao jana kwa mtoto wa kiume ni ngumu sana kwa vile ah. Yaani nimekukuta kuchanganikiwa, sio kuchanganikiwa, kupagawa, sio kupagawa na, na mpaka hali ya mtoto wa kiume kumfikia vile, basi itakuwa kuna jambo nyuma hapanzia. Najua una shauku kubwa sana ya kunisaidia lakini, kaka, kama nikijaribu nikupe viatu vyangu vivae, kamwe hautaweza. Tangu nimpate huyu mtoto hapa nyumbani kwangu, kumekuwa na mambo ya ajabu sana. Yaani imefikia stage ambayo mpaka nashindwa kufanya maamuzi katika maisha yangu, bro. Hivi unaweza kuamini kuwa mtoto niliye naye ni mtoto wa jini?